Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika madarasa yetu ya kujifunza neno la Mungu, na katika darasa hili tupo katika mfululizo wa somo maalum linalohusu wokovu, somo linalohusu wokovu. Na katika darasa hili tunaangazia wokovu wa kweli ni upi kulingana na maandiko, na hii itakusaidia kujua huo wokovu uliopokea au wewe unasema umeokoka. Je, ni kweli umepokea wokovu ambao Yesu alioleta duniani au umepokea wokovu mwingine? Na hii ni kufuatana na kuwa kumetokea wimbi kubwa la watu ambao wanakiri wameokoka, wanakiri wamemwamini Yesu, lakini ukiwaangalia katika jicho la kiroho na katika jicho la kimaandiko unagundua kuwa wokovu waliopokea ni bandia. Na hivyo basi tukaona kuna umuhimu wa kujifunza kwa undani maana ya wokovu na vitu ambavyo lazima uvifahamu kuhusiana na wokovu na tulikwisha kuangalia katika madarasa ya nyuma na tukaona ma maeneo mengi ambayo yanahusiana na eneo la kuokoka katika maandiko, ambapo tukiyafanya hayo basi tutakuwa tumeokoka. Na kuna mambo makuu matano ambayo tunapaswa tuyafahamu katika ile eneo ambalo tunasema la wokovu. Eneo la kwanza ni neema, neema. Neema ni sehemu kubwa sana ya wokovu, lakini eneo la pili ni imani Eneo la tatu ni ukiri, eneo la nne toba, na eneo la tano batizo. Katika madarasa yaliyotangulia tulikwisha kuona kwa sehemu neema, neema ya Mungu ikoje katika kuokoka. Tulikwisha kuona imani tunaposema, uh, tumemwamini Yesu Kristo, tumemwaminije, tumeshakwisha kuona. Tulikwisha kuona katika eneo la ukiri, tunaposema tunamkiri Yesu, tumemkirije. Na leo tunaendelea na sehemu nyingine ya ubatizo. Kumbuka maneno haya yote yameambatanishwa na kuokoka au wokovu. Kwa hiyo ni lazima uyafahamu kwa kina na no kwa ndani, ili usijikute umekaa katika mahali ambapo sio sahihi. Hivyo basi, katika darasa hili tutaangazia katika eneo la ubatizo. Na eneo la ubatizo ni eneo ambalo limeleta mkanganyiko mkubwa sana katika Ukristo, na kumetokea na makundi makuu mawili, japoku yako mengine madogo madogo, lakini makundi makuu mawili, ambapo kundi la kwanza linaamini kwamba ubatizo ni sehemu ya wokovu la ni muhimu kila mtu kubatizwa, lakini kundi lingine linasema ubatizo sio muhimu au sio kigezo cha mtu kuokoka. Na tutaangalia katika maandiko sehemu kadha kadha, tukianza na kundi la kwanza ambalo linaamini kwamba ubatizo ni sehemu ya wokovu. Maandiko mengi yamethibitisha hilo. Kwa mfano ukisoma kile kitabu cha Marko sura ya 16, kuanzia mstari wa 15 hadi ule wa 16, Bwana wetu Yesu Kristo kipindi kile anamaliza safari yake akatuachia sisi jukumu akasema, enendeni ulimwenguni kote, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo unaweza kuona hapo kwamba Yesu Kristo alishatoa agizo la kwenda kuhubiri na kubatiza, lakini lakini pia maana kwamba vitu hivyo lazima viambatane ili kuleta wokovu. Lakini ukisoma pia kile kitabu cha Mathayo sura ile 28, mstari um, wa 19, bado bwana wetu Yesu Kristo anawaagiza anasema tena uh, Uh, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha uh, kuyashika yote ambayo aliwaagiza. Kwa hiyo unaona pia pale anataja tuka wakabatizwe, na ubatizo unaona unambatanishwa na kuingia katika imani. Lakini ukirudi katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura pili mstari wa 38 utaona Petro siku ya Pentecoste baada ya kuhubiria wale watu. Alipomaliza kuhubiria wale watu uh, utaona kitu gani kilitokea baada ya pale? Wakamuuliza tutende nini, lakini Petro akamwambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, nanyi mtapata ondolo la dhambi zenu na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa unaona kumbe, katika wokovu lazima ubatizo umehusishwa, na kuna maandiko mengi ambayo yanatueleza kabisa kwamba katika swala la kuokoka ubatizo lazima uhusishwe. Lakini uh, kundi lingine linaloamini linaamini kwamba ubatizo sio kigezo msingi sana. Maana ni kwamba mtu anaweza akabatizwa au asibatizwe, lakini bado akaenda mbinguni, na wana vifungu vingi vya maandiko ambavyo wanavisimamia katika kundi hili, na jambo kifungu kimojawapo kinohusiana na ule mwizi pale msalabani ambaye alisulubiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona, baada ya kukaribia kufa, utaona alimwambia Bwana, usinisahau katika ufalme wako, na Yesu akamwambia siku ya leo tutakuwa pamoja peponi. Watu wanasema yule mtu au yule mwizi alibatiziwa wapi mpaka aurithi uzima wa milele? Kwa hiyo wanatumia kigezo hicho kwamba ubatizo hauna umuhimu sana katika suala la wokovu, lakini andiko lingine ni kufuatana na Yohana uh, mwenyewe ukisoma kile kitabu cha Yohana, Mathayo uh, sura ya 3, mstari wa 11, utaona mtume Yohana kipindi kile anawaambia watu na makutano, anasema mimi ninawabatiza kwa maji, lakini atakayekuja atabatiza kwa Roho Mtakatifu akimaanisha Yesu Kristo. Kwa kumbe ubatizo ambao Yohana uh, alikuwa na anao ni uba, uba, ubatizo wa maji lakini Yesu atakapokuja na ubatizo wa Roho Mtakatifu maana yake kwamba ubatizo wa maji hauna umuhimu tena. Kwa hiyo hilo ni msingi wa hawa ambao wanaamini hivyo lakini pia ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa, wa Kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 17 uh, mtume Paulo anawaambia ana Wakorinto kwamba Mungu wa kunituma mimi kubatiza bali ni ubiri habari njema. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba Paulo aliachana na mambo ya ubatizo. Alikuwa na ubiri tu habari njema. Wengine wanasema ali, alipata ufunuo zaidi kwamba ubatizo hauna maana katika eneo la wokovu. Lakini turudi katika maandiko. Je, lipi ni kweli na lipi ambalo tunapaswa kusimama nalo? Pengine inawezekana ine, wewe ni mmoja wapo ambaye unaamini kwamba uh, ubatizo sio wa muhimu au pengine hauhitaji kuwa hauhitaji na, na, na, na, kupewa kipaumbele na pengine unaamini kama hawa wanavyoamini. Awa wanaamini pia kwamba kwa sababu gani pia sio umuhimu ubatizo wa maji aa, kwa sababu kwamba sisi hatuokolewi kwa maji ya mtoni au ya baharini au ya ziwani. Sisi tunaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa ile kazi ya Yesu Kristo iliyofanyika pale msalabani kwa ajili yetu miaka elfu mbili iliyopita. Kwa hiyo maana yake ni kwamba damu ndio inatukomboa sisi, hatuokolewi kwa mito au katika maji, hatuokolewi katika vitu vya ulimwenguni au vitu vinavyopita vinavyoharibika. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu inatosha kukamilisha wokovu wetu asilimia mia. Ukweli ni kwamba ndivyo ilivyo. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo imetukomboa sisi kwa asilimia zote, kwa asilimia mia. Lakini tunapokuja katika eneo lake ambalo anatuita sisi katika ufalme wake, amesema tu tuambatanishe na mambo kama haya ambayo Ubatizo. Kwa hiyo ubatizo ni kitu ambacho kinaambatana na wokovu. Ni sasa mtu anavyosema mwanadamu, mwanadamu hawezi kutembea bila mwili. Japokuwa mwanadamu ni roho lakini mwili unahitajika kumkamilisha huyu mwanadamu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutuagiza kwamba ni lazima tukabatizwe. Na ubatizo tutakuja kuona maana yake ni nini na una umuhimu gani katika maisha yetu. Lakini kabla ya kuona maana ya ubatizo na ni kwa nini pia ubatizo wa maji ni muhimu, Nikupe tu mfano halisi wa maisha ya kawaida. Chukulia mfano mwanafunzi wa pengine wa shule ya msingi, amesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba na mwanafunzi huyu alikuwa anafanya vizuri katika masomo yake, na hatimaye alipomaliza mtihani wake alifanya vizuri sana, na akapata daraja la juu sana, na akachaguliwa katika shule nzuri ya vipaji maalum, na ile shule ikae na mwita, ikae na mwitaji kwa sababu ya ufollow wake ule mzuri na wajuu sana na kweli jina lake likaandikwa katika ile shule, akawa analazimika sasa muhula unapoanza aripoti shuleni. Na muhula kule ulipoanza, yule kijana akaripoti shuleni akiwa kabisa anaofahamu kwamba mimi ni msajiliwa katika ile shule kwa sababu nimekidhi vigezo vyote vya kimasomo. Lakini alipofika katika ile shule akakutana na kanuni au tuseme nidhamu ya shule kwamba wanafunzi wote wanaokuja huku ni lazima wawe na sare au uniform. Na yule mwanafunzi kwa sababu A pengine ana, anajiona na ufahamu mkubwa zaidi, akaenda kuambia wale watu ile shule kwamba sidhani kama uniform zina umuhimu, sidhani kama sare zina umuhimu, mimi nitakuja, tunavyoweza kuja maadam tu tufanye vizuri, na mimi na uwezo, nina ufahamu kwamba nitafanya vizuri. Hizi uniform mimi sizihitaji wala sitazivaa, nitakuja kusoma na nitaonyesha kwamba mimi nina ujuzi na nina ubora katika akili na elimu. Yamkini, e yule kijana ana mawazo mazuri kwamba ni kweli akifika atasoma atakuja na nguo zake, lakini utaratibu wa shule ni lazima uwe na sare. Lakini kama una sare, maana yake kwamba hautasajiliwa katika ile shule, hata kama una ufaulu mzuri. Na ndivyo ilivyo hata leo, ukienda katika shule uwezi kwenda unavyotaka, kuna utaratibu umewekwa pale. Sasa sare zinamkamilisha ile mwanafunzi, japokuwa sare ni kweli zile sare azimfanye faulu, anaweza kaa na sare nzuri lakini bado akafeli tu. Lakini sare ni sehemu au nidhamu ya shule na ufaulu, na ni sehemu pia masomo kwa hiyo vivyo hivyo na sisi katika swala la ubatizo, ubatizo kweli kwenda kuzamishwa katika maji si kitu, lakini ni sehemu ya njia ya wokovu. Ndio maana mahali sehemu nyingi katika maandiko zinasema aaminie ah, na kubatizwa. Kubatizwa ni sehemu au daraja la kuingia ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ubatizo ni muhimu, na tutaona kwamba hata katika maandiko hakuna hata mmoja katikati yao tuliosoma ambaye alipinga swala linaloitwa ubatizo. Sasa turudi kufahamu maana ya ubatizo, ubatizo ni nini? Ubatizo ni neno la Kiunani, ni neno la Kiunani ambalo linatamkwa baptizo baptizo. Sisi tumelitoa katika lugha ya kigeni, lakini katika lugha yetu ya Kiswahili ile neno hatuna. Kwa hiyo baptizo ni neno la Kiunani au la Kigiriki lenye maana ya kuzamisha kitu au kuzika kitu. Kwa hiyo kitu kwa hiyo kikichukua na kukizamisha mahali katika kimiminika au kakizika katika ardhi, hiyo inaitwa baptizo. Kwa Kiswahili tungesema kuzikwa au kuzamishwa. Kwa hiyo sasa tunaporudi katika swala letu la imani na sisi pia, Yesu Kristo alituambia tunapoamini na na tunapomwamini yeye, kitendo cha kuamini ile kazi ya Kristo Yesu na tukapokea neema yake, ni lazima tukabatizwe. Na kwa nini tunabatizwa? Tunabatizwa kwa sababu Kristo naye alikufa kwa habari ya dhambi, alikufa kwa habari ya dhambi zetu akafuka katika upya, na sisi lazima tufe na tufuke katika upya na kufuka, tunakufa katika upya ndani ya Yesu Kristo, lakini kwa ishara ya ubatizo. Kwa ubatizo ni sasa tumezikwa pamoja na Kristo tumefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo wewe uwezi kuwa mfuasi wa Yesu Kristo alafu usiwe umonyeshe ishara kama hiyo. Ni agizo ambalo yeye mwenyewe ameliagiza. Inawezekana ile agizo sio muhimu kwako lakini ni muhimu kwa yeye aliyokuagiza. Kwa hiyo wewe unaweza kaliona sio muhimu lakini ni muhimu kwake aliyokuagiza. Na katika swala la imani, katika swala la Kristo tunati. So kila jambo utalichunguza na kusema hichi hakina maana. Yale sema aliona kina maana. Kwa nini wewe uone hakina maana? Sasa turudi katikati ya wale watu ambao tunadhani kwamba hawakuamini katika ubatizo. Ukweli ni kwamba tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kama Yohana alivyosema, atakayekuja atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Huo ndio ukweli na uhalisia kabisa. Na ubatizo wa juu kabisa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mtu atakayofikia huo, basi amekamilishwa. Lakini bado ubatizo wa Roho haumaanishi kwamba tuache ubatizo wa maji. Lazima hilo lifahamu. Haumaanishi kwamba umekuja ubatizo wa Roho, haumaanishi ubatizo wa maji tuache. Hapana, roho inabatizwa na mwili pia unapokea ubatizo kwa sababu hata miili itakombolewa. Kwa hiyo sasa unaweza ukasema ili jambo limetoka wapi? Je, ni kweli kwamba tukishabatizwa kwa roho, tunahitaji tena kubatizwa kwa maji? Jibu ni ndio. Tumesoma hapo katika maandiko, ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kumi tunaona ni habari ya Petro anaenda katika nyumba ya yule akida anaitwa Cornelio. Na alipofika kule akahubiria habari njema na baada ya kuhubiria habari njema utaona kabla hata hajamaliza kuhubiri, hajaanza hata kuhubiri, roho mtakatifu akashuka akawajaza wale wote, roho wakajazwa roho, akaanza kunena kwa lugha. Lakini walipomaliza pale, hatuoni mahali popote Petro anasema, basi ondoke hawa watu, sisi tuendelee, kwa sababu tayari washapokea roho, washafikia kile ki, kilele, hakuna haja kuwabatiza. Lakini maandiko anasemaje? Tukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 47, Petro anasema, ni nini kinachozuia watu wasibatizwe? Maana kwamba wameshapokea lakini nini kinachozuia watu wasibatizwe? Sasa ile ile wakabatizwa wote katika maji. Umeona, walipokea roho, lakini walibatizwa. Kwa hiyo unaweza pia unaweza kuwa umepokea roho mtakatifu. Unaweza kuwa unanena kwa lugha. Unaweza ukawa unaona nguvu za Mungu, lakini hiyo imaanishi kwamba uache ubatizo. Ile ni agizo la Mungu ambalo wote tunapaswa tulifuate na tulitii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona wale watu walienda kufanyaje? kubatizwa na ukisoma tena mbele kwenye Matendo sura kumi na moja pale pale mstari wa kumi na sita utaona tena Petro anarudi kuwahadithia Wayahudi kilichotokea kwa wale watu wa mataifa. Akaanza kueleza jinsi Mungu alivyomtokea mpaka baadaye akamtuma kwenda kwa hao watu wa mataifa wakina Kornelio. Alafu baadaye alipokuwa anaongea, Roho Mtakatifu akashukia; alafu baadaye akawabatiza. Lakini kuna neno ambalo Petro akawaambia, ukisoma Matendo 11 16 akawaambia nikakumbuka yale maneno ya Yohana ambao Mungu aliasema kwa kinywa cha Yohana kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini hawa watabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Katika maneno ya Yohana, kwa kabisa kwamba kiini au mwisho ni Roho, lakini maji pia ni muhimu, watu wakabatizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili jambo ni vizuri ukalifahamu ndugu yangu, kwa sababu kama wewe unaamini ubatizo hauhitajiki katika wokovu wako, basi ujue huo wokovu uliopokea una itilafu au una mapungufu mahali fulani. Na sio hilo tu, tukirudi kwa Paulo, Paulo hakuna mahali popote ambapo alipinga ubatizo. Tuna tumeona kwenye hiyo wa Korintho wa kwanza 1:17 Paulo mwenyewe anasema kwamba ndio, anasema kwamba mimi sikutumwa Kweli ni kwamba huduma ya Paulo ilikuwa ni huduma ambayo alipoa kwenda <coughs> anaweka wale watu chini ya wachungaji na waangalizi ambao hao baadaye waliobatiza. Yeye alikuwa anaendelea na mishni au utume wa kuhubiri habari njema, kwa sababu Paulo huduma yake ilikuwa na asingeweza kubatiza maelfu kwa maelfu ya watu, muda wa kuhubiri angekosa. Kwa hiyo ndio maana anasema mimi niliitwa kuhubiri habari njema, ubatizo atabatiza wengine. Tunasemaje au tunathibitisha hilo wapi? Tunaona katika nyaraka zake nyingi, hakuna mahali popote ambapo Paulo alikataa watu kubatizwa. Tunaona sehemu nyingine alimiza katika ubatizo, kwa mfano ukisoma kile kitabu cha Kolosai sura ya pili mstari ule wa 12 anasema katika uh, huo tukabatizwa tukazikwa naye katika batizo na tukafufuka pamoja naye katika huo kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu Wakolosai mbili kumi na mbili. Kwa hiyo umeona naye mwenyewe anaamini kwamba katika ubatizo tulizikwa pamoja na Kristo na katika uh, ubatizo tukafufuka pamoja na Kristo. Kwa hiyo kumbe anaamini kwamba hata safari ya imani yake na wokovu wake ilikuwa katika ubatizo. Alioandikiwa Kolosai alikuwa ni Paulo huyo. Lakini pia ukisoma maandiko mengine mengi tu, ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya sita mstari ule wa nne. Paulo anasema tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya uzima. Kwa hiyo unaona hata yeye hata yeye Paulo anawaambia Warumi, vivyo hivyo kwamba tuli kufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo naona ubatizo amna mahali popote Paulo aliukataa. Kwa hiyo hakuna andiko linalothibitisha kwamba ubatizo wa maji haupo. Ubatizo wa maji hupo na lazima tuendane nao kama vile ulivyobatizwa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tukishaona hivo, tunajua kwamba ubatizo ni muhimu. Na lazima pia tufahamu, uh, kwa nini tunabatizwa? Kwa nini tunabatizwa? Tunabatizwa kwa sababu bwana wetu Yesu Kristo alibatizwa, lakini pia tunatimiza haki yote ya wokovu. Tunatimiza haki yote ya wokovu. Tukirudi pale kwenye Mathayo 3:15. Yohana, Yesu alienda kwa Yohana. Yohana alipomuona Yesu, akamwambia, ah, mimi natakiwa nibatizwe na wewe. Wewe unakujaje kwangu mimi nikubatize? Yesu akasema, anya hivi sasa, yatupasa kuitimiza haki yote. Kwa hiyo haki yote ni lazima itimizwe. So, haki nusu, tumepokea wokovu haki yetu, ipo katika Kristo Yesu. Ndio ni haki yote. Lakini je, tume tume tumemwamini, lakini je tumetimiza haki yote katika ubatizo? Kwa hiyo ubatizo unatimiza haki yote. Ubatizo unakamilisha wokovu wako. Kwa hiyo ni lazima ubatizo. Kama Yesu alibatizwa alikuwa na dhambi, kwa nini usibatizwe? Lazima ubatizwe. Hili ni agizo la Bwana, ni lazima sisi tulitii kama lilivyo. Hata kama unaona maji kwako si kitu, lazima utii. Lakini, lazima pia tufahamu ubatizo wa kweli ni upi? Ubatizo wa kweli ni ule wa kuzamishwa katika maji mengi. Ukisoma Yohana 3:23, Yohana alienda kubatiza mahali penye maji tele kule Ainoni. Maanake ni kwamba ni lazima ubatizo uzikwe, kwa maana tumesema neno ubatizo ni kuzikwa au kuzamishwa, kumwagiwa sio, kunyunyiziwa sio tu, hapana. Kwa hiyo lazima mahali penye maji mengi ni lazima hapo upelekwe na uzame kabisa, upotelee, uonekane kama vile umekufa, yaani kama vile umepotea, afu toka kwenye yale maji. Huo ndio unaitwa ubatizo. Kwa hiyo la sisi tunaonyesha kwamba tumebatizwa kwa namna Yesu alipozikwa, aliwekwa kabisa kaburini, alifukiwa kule. Hakuwekwa tu kurushiwa mchanga, afu aliingizwa kaburini mpaka kaburi likawekwa muhuri. Kwa hiyo lazima uingizwe kwenye yale maji kuonyesha kwamba ulikufa na kufufuka na Yesu Kristo. Kwa hiyo ubatizo ule wa utotoni, ubatizo ule wa wachanga, ule sio batizo. Ikiwa ulibatizwa kwa namna ile ya kupaswa kwa batizo, kwa sababu kubatizwa vizuri na kwa sababu gani pia sio sahihi ule ubatizo? Ni kwa sababu haukuamini. Maandiko yanasema aaminie na kubatizwa. Lazima uamini. Ni lazima pia utubu. Matendo 2:38 tubuni mkabatizwe. Ni lazima ujue kwa nini unaenda kubatizwa, sio tu unabatizwa ili mradi au unahadithiwa kwamba ulibatizwa kwa mtoto. Kwa hiyo ukiwa katika hali kama hiyo ulibatizwa totoni, basi unakupaswa ukabatizwe upya, lakini kwa kuzamishwa, lakini katika jina la Yesu Kristo ili utimize haki yote. Utasema mimi na nena kwa lugha. Oh, mimi nimeokoka muda mrefu. Oh, mimi namjua Mungu. Hiyo ye, haimaanishi kwamba usibatizwe. Timiza haki yote. Wokovu wako ukamilishe vizuri. Wokovu wako ukamilishe. Sio wale watu wanakuambia kwamba ah, mbona ule mwizi pale msalabani akubatizwa. Ukiwa na mawazo kama hayo nitakwambia ukweli. Hata kuna watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu, lakini bado wanaacha njia kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu wamepokea vipawa vyote na karama zote, lakini mwisho wa siku wanaanguka. Sasa tuwezi kusema mbona wale wamekuwa vile? Wote ni wachungaji, ni watumishi wa Mungu na wakaenda kuzimu. Na mimi basi nisifuate taratibu zote. Haimaanishi yule mwache kaanguka kwa namna yake. Na pia muangalie Kristo. Usianze kuchukua vitu fulani na kuviacha kwa kuwa na reference ya watu. Angalia agizo linasemaje? Agizo linakwambia tubu, kabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu full stop. Kwa hiyo kabatizwe ubatizo ni wa kuzamishwa katika maji mengi na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Matendo 20 uh, Mathayo 28:19, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ndio jina la Yesu Kristo hilo hilo. okay, ukisoma Matendo 2:38 Matendo 10:48 Matendo 8:16 na Matendo 19 mstari wa 5 inasema hivyo hivyo kwamba tukabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo ubatizo huo ni lazima Ukaukamilishe kwa kuzamishwa katika maji. Msingi ni kukuzamishwa katika maji mengi katika jina la Yesu. Kwa hiyo hakikisha hilo jambo unalifanya na hivyo ndivyo utakavyokuwa umekamilisha wokovu wako. Kumbuka yako mafundisho mengi ambayo yanafundisha watu kwamba hauhitaji kubatizwa. Sawa, mimi siwezi kukuhukumu kwamba wewe umebatizwa katika batizo upi, lakini ufahamu kwamba tunafundisha ili tuifuate kweli yote na haki yote na wokovu wote. Sio tukasema kwamba kuamini tu inatosha pana, lakini tunaamini na kutii maagizo yote tuliopewa katika imani ambayo tunaipokea. Kwa hiyo fundisho hili linahusu ubatizo. Jitahidi sana ukabatizwe. Ikiwa wewe haujabatizwa, ikiwa wewe haujapokea bado au wokovu, ikiwa wewe unatamani kubatizwa, kumbuka ubatizo ni wa kuzamishwa, lakini pia ubatizo sio lazima upite madarasa au mafunzo upoe cheti. Ni masuala ya kiroho na ni masuala ya kiimani. Hivyo basi ikiwa utahitaji msaada wote katika neno hilo utaasiliana nasi kwa namba ambazo unaziona katika uh, kio chako, na Mungu akubariki sana. Huu ni mwendelezo wa mafundisho haya ambayo yanohusiana na wokovu wa kweli. Tutaendelea katika darasa linalofuata, na ikiwa hujapata madarasa yaliotangulia bado, nakukumbusha kwamba mafundisho yapo katika maktaba yetu, unaweza ukafuatilia, ujue maana ya neema, ujue maana ya ukiri, ujue pia maana ya ya tunaposema Kristo ni Bwana, lazima ujue ule bwana ni bwana upi. Kwa hiyo yako hayo mafundisho, ujifunze ili uzidi kufanya imara uteule wako na wito wako. Kumbuka, wokovu wa kweli ni lazima ufuatwe na lazima tuutii na lazima tuendane nao. Mungu akubariki sana, na mpaka tena darasa lingine tutakapokutana tena, nikutakie baraka za Bwana, uwe na wakati mwema. Shalom.